Ikiwa ni chini ya mwezi mmoja baada ya muhula wake wa kwanza, kiongozi wa kiafidhina wa Japani amezua mvutano na China kwa kukosoa hatua ya China dhidi ya Taiwan na kwamba inaweza kusababisha majibu ya kijeshi kutoka kwa Japani. China inapinga kuhusika kwa nchi nyingine katika taifa la Taiwan, hasa Marekani ambayo ndiyo msambazaji mkuu wa silaha katika kisiwa hicho kinachojitawala. Hata hivyo, China inadai kuwa ni yake na inasema lazima iwe chini ya udhibiti wake. Inasema ni suala la ndani na mstari mwekundu ambao wengine hawapaswi pia kuvuka. Akizungumza na kamati ya bunge, waziri mkuu Sanai Takaichi alisema mnamo Novemba 7 mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwamba kizuizi cha jeshi la majini la China au hatua nyingine dhidi ya Taiwani inaweza kusababisha Japani kujibu kijeshi. Maoni yake yalikuwa na nguvu zaidi kuliko yale ya watangulizi wake ambao mara kadhaa wameeleza wasiwasi wao kuhusu tishio la China kwa Taiwani, lakini hawajasema hadharani jinsi Japani ingejibu kama ambavyo huyu wa hivi karibuni ameeleza. Takaichi baadaye alikataa kubatilisha matamshi yake, lakini aliambia kamati hiyo ya bunge siku tatu baadaye kwamba angeepuka kuzungumzia matukio mahususi katika siku zijazo. Kiongozi huyo mpya wa Japani ni mfuasi wa muda mrefu zaidi wa Taiwan ambaye anaiona China kama tishio linaloongezeka na ameamuru kuharakishwa kwa mipango ya kuongeza matumizi ya kijeshi ya Japani katika eneo hilo la Taiwan. Naye waziri wa mambo ya nje wa Japani, Toshimitsu Motegi, mwisho mwa wiki iliyopita Novemba kumi na nne, alisema kwamba msimamo wa Japani kuhusu Taiwani bado haujabadilika. Matamshi ya Takaichi yalizua ghasia nchini China, huku wizara ya mambo ya nje na ulinzi, ofisi ya masuala ya Taiwani na vyombo vya habari vya serikali ya nchi hiyo vikiyakabili vikali matamshi yake, yaliyokuja kama mshangao kwa sababu mvutano juu ya Taiwani kati ya China na Japani haukuwa mkubwa wa kiwango hicho. Alisema, hatuwezi tu kumruhusu waziri mkuu azungumze kwa uwazi bungeni kiasi kile na hili tutajibu, mmoja wa mabalozi mkuu wa China aliyeko Osaka Japani ambaye alisema katika chapisho la mtandao wa kijamii ambalo limefutwa hivi karibuni kwamba Uchina haina chaguo ila kutaka kujibu ipasavyo, ambapo hata hivyo, Motegi wa Japani aliita chapisho hilo kuwa lisilofaa kwa utengano wa kikanda. Wizara ya mambo ya nje ya China ilimwita balozi wa Japani siku ya Alhamisi kumwonya dhidi ya uingiliaji wowote wa wa Japani katika taifa la Taiwan. Nayo wizara ya mambo ya nje Japani ilimuita balozi wa China, huku Japani pia ikilalamika kuhusu chapisho la balozi huyo wa China katika mitandao ya kijamii. Hata hivyo, ijumaa usiku China ilitoa taarifa ya kushauri dhidi ya kusafiri kwenda Japani, ambapo mpaka hivi sasa takribani watalii milioni 7.5 wa China wametembelea katika miezi tisa ya kwanza ya mwaka huu, idadi kubwa zaidi kutoka nchi yoyote kutembelea taifa la Japani. Nayo wizara ya elimu ya China ilifuatia kwa kutoa onyo kwa wanafunzi siku ya Jumapili kuhusu uhalifu wa hivi karibuni dhidi ya Wachina nchini Japani, ingawa haikuwashauri pia wasiende katika nchi hiyo. Tangu Jumapili ya Novemba 16 walinzi wa pwani wa China walitangaza kuwa walikuwa wakishika doria karibu na kundi la visiwa visivyo na watu ambavyo nchi zote mbili kati ya China na Japani vinadai kuwa ni visiwa vyao. Wasiwasi wasi mkubwa zaidi kwa Japani itakuwa ikiwa Uchina ingezuia usafirishaji wa sumaku wa dimu ya ardhini, vifaa muhimu utengenezaji wa magari na tasnia zingine, japo hakukuwa na dalili ya mara moja ikiwa China ilikuwa ikizingatia juu ya swala hilo. Msimamo wa Japani unatatizwa na katiba yake ya baada ya vita vya pili vya dunia ambavyo ilishindwa kikamilifu, ambayo pia inapiga marufuku matumizi yake ya nguvu isipokuwa ikiwa ni ya kujilinda pekee. waziri mkuu wa zamani wa Japani Shinzo Abe alifanikiwa kupanua mamlaka yake ya kijeshi kwa kushinda idhini ya bunge mwaka 2015 ya sheria inayoruhusu Japani kusaidia mshirika wake, ama uwezekano mkubwa wa Marekani kuingilia, ikiwa mzozo unaohusu nchi hiyo unaweza kuwa mkubwa. Takaichi ambaye aliibuka katika siasa kama mfuasi wa Abe alisema kuwa hatua ya China dhidi ya Taiwan inaweza kuongezeka na kuwa kama tishio na kuanzisha dhuruba kali inayofuata kwa China. Hata hivyo katika matamshi yake, Japani bado haijabainisha ni nini kitakachojumuisha tishio lililopo chini ya kifungu hicho ambacho kinaitwa kujilinda kwa pamoja. Sasa Japani haitaki kuondoa maoni ya waziri mkuu wake kwa sababu inaweza kupunguza chaguzi zake katika mzozo wa Taiwan huko nayo China ikiona kuwa hilo ni lengo maalum la nchi hiyo ya Japani la uchokozi. Hii ni Msasa Media. Tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii tukijulikana kama Msasa Online. Msasa kisasa zaidi.